Mpendwa mtazamaji, ni siku ya Jumatano. Karibu katika tafakari ya neno la mwenyezi Mungu. Neno la mwenyezi Mungu tunalipata katika injili ya Marko sura ya kwanza aya ya 29 hadi ya 39. Ni habari za Yesu Kristo baada ya ibada ya Sabato ndani ya sinagogi kuisha Alikwenda nyumbani kwa Petro na kwa lengo la kupumzika. Alipofika nyumbani kwa Petro, anamkuta mama mkwe ambaye ni mgonjwa. Mama yake mkwe Petro alikuwa ni mgonjwa. Yesu anavutwa tena na jambo kubwa la wahitaji, yaani alikuja kwa ajili ya watu wengine ili waweze kuwa na uzima na uzima tele. Hitaji la watu lilikuwa ndiyo kiini katika nafsi ya Yesu Kristo. Mahitaji ya watu wengine lilikuwa ndio jambo la kwanza ambalo alikuwa analiangalia, ingawa alikuwa amechoka na kufundisha neno la Mwenyezi Mungu kutwa zima na uponyaji lakini alipoona wale ambao ni wahitaji aliwasaidia. Twajifunza kitu kimoja kikubwa kwa ajili ya Kristo: kuna watu ambao hawaishi kwa nafsi zao, wanaishi kwa ajili ya watu wengine. Naomba hilo ulitambue sana, haupo kwa ajili yako, upo kwa ajili ya watu wengine. Na ukiona tu unaitwa kwa jina la Kristo, wewe ni Mkristo, huishi kwa nafsi yako, unaishi kwa ajili ya watu wengine. Mara kwa mara watu watakujia. Ni kweli unahitaji kupumzika, unahitaji utulivu, unahitaji ufanye kitu hiki, lakini kugongea, hiki lakini utashangaa watu wanakuja kugongea kwamba fulani anahitaji hiki. Inuka, acha kile ambacho ulikuwa unakifanya, acha mapumziko yako, nenda katende, kawasaidie watu na kwa mtindo kama huu utafanana pamoja na Kristo. Ubinafsi katika nyakati hizi haukubaliki, yaani, ninataka tu mambo yangu yaweze kwenda, siangali mambo ya watu wengine, maana yake sina jina la Kristo ndani mwangu na nguvu ya Kristo haiko ndani mwangu. Petro anamtwika Yesu fadhaa yake, yani ugonjwa wa mamake mkwe, na alijua kwamba ndani ya Kristo kuna ushindi. Hakuambatana na Kristo kwa bure, bali kuambatana na Kristo ilikuwa ni ushindi kwake kwa, kwa maana hakuaibishwa. Kuna watu walishajua kwamba Petro ameacha kazi yake ya kuvua samaki na mama yake mkwe tayari ni mgonjwa, wakajua ameaibika. Fundisho na neno la faraja kwa wale watu wote ambao wameacha wa familia zao wameacha vitu vyao wakaitikia wito wa kuweza kumfata Kristo kama Petro. Mara nyingi hofu na mashaka, magonjwa na vifo kwa ndugu zetu wa nyumbani vinatupelekea sana kuweza kuwa na sonona. Kwa nini haya mambo yanatokea? Petro alipoona nafasi hii ya kuweza kuwa na Yesu, akamtwika Yesu fadhaa zake. Kila siku katika safari yako ya maisha unavyoapatana pamoja na Yesu katika wito huu, mtwike fadhaa zako, mtwike Yesu. Wale wote ambao ni wagonjwa kwenye familia yako, wale ambao hawajiwezi, na kupa neno hili la faraja, kwamba ushindi katika safari ya kuambatana na Kristo ipo katika wewe kuweza kumtwika fadhaa zako na mateso yako yote. Mfano tunaopata leo hii, Petro anamweleza Yesu juu ya mama yake mkwe, na Yesu anakwenda pale, anamponya mama yake mkwe mama yake mkwe anakuwa mzima, petro anakuwa na furaha. Waliodhani kwamba angeweza kuaibishwa kwa kuacha kazi yake kuvua samaki ya kuambatana na Yesu wakabakia midomo wazi. Jambo la tatu nalojifunza katika injili ya leo ni kile kitendo cha yule aliyeponywa mama yake mkwe aliyekuwa ameponywa pamoja na Yesu hakuishia kufurahia uponyaji ule, bali alianza haraka sana kutoa huduma kwa wahitaji, yani Yesu pamoja na marafiki zake ambao wa walikuwa wameenda kwenye ile familia walipata huduma kutoka kwa yule mama. Katika maisha tujifunze jambo hili kwamba tunategemeana, yaani kuna kitu kimoja mimi nakiweza vizuri sana na kuna kitu kingine mimi sikiwezi. Angalia Yesu anapoonyesha uwezo wake, alikuwa na uwezo wa kufundisha neno, alikuwa ana nguvu ya kuweza kuponya vilevile vile pia aliacha nafasi hii kwamba yule aliyekuwa ameponywa aonyeshe nguvu ya kimungu katika kuweza kuwahudumia upande wa chakula. Anasimama, anawahudumia, anawasaidia katika mahitaji yao. Kuna watu wengi katika safari ya maisha haya walikuwa ni wahitaji. Wengine wamepona kwa sababu ya maombezi ya ndugu zao ambao wamatana pamoja na Kristo, wamepona kwa ajili ya hilo walipopata yale mahitaji yao walipopona hawajasimama kabisa kuweza kuwasaidia watu wengine. Na kupatia neno hili la leo kwamba umeponywa umesaidiwa katika changamoto kubwa uliokuwa nayo, ili uwasaidie watu wengine. Hukusaidiwa mpaka ulipofika hapo ili uweze kuwa mbinafsi. Umesaidiwa kwa nafasi ambayo umefikia hapo ili uweze kuwa msaada kwa watu wengine. Wasaidie watu wengine katika shida zao, katika mahitaji yao, tumia nafasi yako ya kuweza kupona ya kuweza kuokolewa katika majanga, ya kuingia katika mwaka huu mpya kwa ajili ya watu wengine wenye uhitaji. Baada ya shughuli yote jioni, watu wengi walikuja kwa Yesu ili aweze kuwaponya. Na baada ya kuweza kuwaponya, asubuhi na mapema alfajiri, Yesu anaondoka anaenda mlimani peke yake kukaa kuongea na baba yake. Yesu, mwana wa Mungu, mtakatifu wa Mungu, Masiha, mwenye mamlaka ya kutenda miujiza na uponyaji hadi mapepo yakiwa na mkili. Alijua nguvu ya kuomba. Naomba nikuambie neno hili, haijalishi katika uwezo wako uliokuwa nao katika huduma, katika ofisi, katika biashara, kwenye kila kitu ambacho uko nacho, una uwezo mkubwa. Leo weka kitu kingine cha ziada, jitenge na mafanikio hayo yote ambayo uko nayo. Yesu alijitenga na wale watu wote ambao walikuwa wamekuja wakimshangilia, wakiona akiwa anawaponya, alijitenga nao akatumia muda wake kwenda kuomba kuongea na Baba yake. Alijua wazi kwamba hawezi kuishi bila nguvu ya maombi, hawezi kuishi bila kuweza kuongea na Baba yake. Hata wewe mwenyewe, katika huduma, katika mafanikio, katika biashara, katika familia, katika kila jambo ambalo uko nalo, ambalo umefikia, ambalo huwezi ukafikia uweza wako bila nguvu ya maombi, kutenga muda wako kuweza kuongea na Baba yako, kukaa naye Baba yako ambaye amekuleta hapa duniani, amekupatia huduma hiyo. Wengi wamepoteza sana vipawa walivyokuwa navyo kwa kuacha kuomba. Wengi huduma ambazo mwenyezi Mungu alikuwa ameziweka ndani mwao zimepotea kwa sababu hawakudumu katika maombi. Wengi ndoa zao zimeingia katika mashaka kwa sababu, alikuwa anaomba sana kabla hajafunga ndoa. Alipofanikiwa tu baada ya kufunga ndoa, akaacha maombi, akaacha muda wa kuweza kukaa na Bwana. Alikuwa anatenga muda wa kusali usiku, ameacha. Wengine kazi zao zimeharibika katika ofisi zao, kwa sababu ulipokuwa unaanza kazi yako ulikuwa unatenga muda wa kuweza kusali kabla hujaanza kazi. Baada ya kupandishwa tu vyeo umejifanya uko bize sana na kazi mpaka unasahau hata muda wa kuhudhuria ibada kuweza kumwomba Mwenyezi Mungu. Siku ya leo, mafanikio ambayo uko nayo yakufanye uweze kuwa na muda mrefu wa kuweza kuongea na baba yako, hujui kesho yako itakavyokuwa. La pili, mtwike Yesu fadhaa zako, kama Petro alivyomtwika habari za mamake mkwe kwa sababu kwa nafasi ambayo uko nayo, watu wanataka anguko lako litokee kupitia ndugu zako. Ukimtwika Yesu fadhaa zako, yeye atawaponya na Yesu yupo muda wote kuweza kutusaidia katika mahitaji yetu. Akubariki na kuulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.